Hujambo, ndugu mpenzi mtazamaji wa Tosi TV Network, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia ambacho kinakuja kwako kila wiki, na leo tena upo nami Baraka Tosi na tutaangazia katika somo la kumi na mbili ambalo lina kichwa kinachosema Mungu ni mwaminifu. Na kabla hatujaanza, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Tazama muda huu tunaenda kujifunza juu ya neno lako, fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji kutufundisha katika jina yako Yesu Kristo, amina. Fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yoshua ishirini na moja fungu la arobaini na tano nalo limeandikwa, Halikuanguka neno lolote katika jambo lolote lililokuwa ni jema ambalo Bwana alikuwa amelinena katika habari ya nyumba ya Israeli, yalitimia mambo yote. Aa, ukianza na kutazama kichwa cha somo letu kinasema, Mungu ni mwaminifu. Aa, naamini katika maisha yako wewe umepitia katika mambo kadha wa kadha ambayo ukigeuka nyuma na kuangalia namna ambavyo Mungu alikupitisha, namna ambavyo ulishinda lile jaribu, au namna ambavyo ulipitia changamoto ile na ukaishinda, unaona kabisa kwamba Mungu ni mwaminifu. Ni kweli kabisa. Lakini pia fungu letu la ukariri linafungua ufahamu wetu zaidi katika hili swala la uaminifu wa Mungu, ya kwamba katika safari yote ya wana wa Israel na katika ahadi zote ambazo Mungu alikuwa amewaahidi hao wana wa Israel kwamba atawafanyia, hakuna neno hata moja ambalo halikutimia. Yote ambayo yalitakiwa kutimia yalitimia. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu katika kutimiza ahadi zake. Uh, somo la juma hili linaanza na kisa ambapo, uh, ki, kinaelezwa juu ya hotuba ya kwanza ya rais John F Kennedy wa Marekani. Na hii ni hotuba ambayo ilikuwa na maneno machache sana, lakini katika hotuba yake kulikuwa na maneno ambayo natamani ni yasome hapa. Alisema ya kwamba, kwa dhamiri njema, thawabu yetu pekee yenye uhakika, tukiwa na historia kama mwamuzi wa mwisho wa matendo yetu, na twende mbele tukaongoze nchi tunayoipenda, tukiomba baraka zake na msaada wake, lakini tukijua kwamba hapa duniani kazi ya Mungu lazima iwe yetu wenyewe. Kwa hakika. Huyu Bwana John F. Kennedy anaonekana alikuwa na mwamini Mungu sana, na tunaona hata katika hotuba yake hii na maneno mengine ambayo yameachwa yamesheheni katika imani yake aliyokuwa nayo kwa Mungu katika kufanya kazi na katika kumwezesha yeye kufanya kazi. Juma hili tunaangalia Uh, nyakati za mwisho mwisho kabisa katika miaka ya mwisho mwisho ya Yoshua, na hapa akieleza hotuba yake ya kwanza muhimu sana ambayo ilisheheni maneno mengi ambayo yanawasihi wana wa Israel kuendelea kumtumainia Mungu kwamba wameona mambo makubwa ambayo Mungu amewafanyia katika safari yao yote kutoka uh, Misri kwenda Kaanani, namna ambavyo aliwavusha katika vita vya hatari, namna ambavyo aliwapitisha katika nyakati ambazo zilikuwa ngumu sana. Kwa hiyo anawasihi kwamba Mungu ni mwaminifu na kwa hiyo lazima na hawana budi kuendelea kumwamini yeye kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na juma hili tutaangalia kinaganaga juu ya hotuba hiyo ya ya huyu Yoshua ambayo imejikita sana katika kitabu cha uh, Yoshua ishirini na moja, na tutakuwa na mada kadha wa kadha, na mada ya kwanza kabisa inasema yakatimia mambo yote, lakini mada nyingine inasema ishara inayotia shaka, lakini pia kuna mada nyingine inayosema mpaka mipaka iliyo bayana, na mada nyingine inasema hasira ya Bwana, na mada ya mwisho kabisa inasema mng'ang'ania mng'ang'anie Mungu. Tukianza na mada ya kwanza kabisa hapa ambayo inasema yakatimia mambo yote, tunaelekezwa kujifunza katika yoshua ishirini na moja fungu la arobaini na tatu hadi arobaini na tano hapa tunamwona yoshua akianza kuwaeleza wana wa israeli namna ambavyo mungu amekuwa mwaminifu kwao namna ambavyo mungu amewapenda lakini pia a, inakuja anakuja anawaeleza namna ambavyo walipotii amri za mungu mungu akatimiza yote ambayo alitakiwa kuyatimiza lakini na hatimaye anaeleza ya kwamba wanatakiwa kuendelea ku, ku, ku, kuwa waaminifu kwa Mungu kwa sababu siri ya baraka zao na siri ya mafanikio yao inajengwa katika uh, kutimiza yale ambayo ni matakwa ya Mungu. Uh, jambo moja ambalo natamani tulifahamu katika uh, hii mada ya kwanza ni kwamba uaminifu wa kiagano wa Mungu uh, ambaye ametimiza ahadi zake zote unadumishwa pale ambapo wana wa Israeli wanaendelea kutii uh, agano au uh, kaida zote ambazo Mungu alikuwa amezitoa katika Torati na katika agano lake. Kwa hiyo wana wa Israeli ili kuendelea kufaidi uaminifu wa Mungu, wataweza na watafanikiwa tu kuendelea kufaidi huo uaminifu wa Mungu pale wanapozishika torati za Mungu au agano ambalo walikubaliana na Mungu. Lakini jambo lingine la pili, aa, ni kwamba ushindi ushindi aa, katika wakati wote wa wana wa Israel haukupatikana kwa nguvu zao wenyewe ndivyo ambavyo Yoshua anawaambia kwamba ushindi wowote ambao waliupata katika kupambana na katika changamoto zote ambazo walikuwa nazo, hawakuupata tu kwa mafanikio yao wenyewe, lakini ilikuwa ni kwa sababu hawakustahili, lakini Mungu aliamua kutimiza baraka hizo kwao pale tu ambapo walijikita katika kutii maagizo yake. Kwa hiyo Israeli hawawezi kujitwalia sifa kwa wao wenyewe, na wakajisifu kwa mataifa kwamba sisi tuna uwezo, sisi tuna nguvu, na sisi tuna tumefanikisha ushindi huu kwa nguvu zetu wenyewe. La hasha, ni kwa neema ya Mungu ambayo aliwakirimia pale tu ambapo walidumisha kufuata maagizo ya Mungu, na kwa hiyo kwa ujumla mafanikio yote ya wana wa Israel wanatakiwa kuyaona kama ni, ni neema ambayo Mungu ameitoa kwao na wao wakapata neema hiyo, uh, ya kupata urithi wa ahadi zote ambazo Mungu alikuwa amewaahidi. Sio kwa wana wa Israel tu hata kwa maisha yetu leo ya kwamba katika ushindi fulani katika mafanikio fulani ambayo tunayapata, sio kwa nguvu zetu wenyewe, lakini ni kwa neema ambayo Mungu ameitoa kwetu na sisi kupata ahadi hizo ambazo Mungu ameziahidi katika neno lake, yani Biblia. Mada nyingine inasema ishara inayotia shaka, na hapa tunaona neno kubwa ni utii tunamwona Yoshua anahitimisha hotuba yake akiwa na msisitizo katika swala la utii, na hapa anaelekeza ya kwamba mafanikio siku zote yanajengeka katika utii na mafanikio ya kweli, kwa sababu kuna mafanikio yasiyo ya kweli na kuna mafanikio ya kweli. Kuna watu ambao wanafanikiwa mafanikio yao kwa kupata ushetani, yaani wana, wana, wana, wanaenda kwa waganga, wanafuata uchawi na vitu kama hivyo, ndio wanafanikiwa. Lakini pia kuna masharti ambayo wanapoyatimiza hayo masharti ndio wanafanikiwa, lakini kuwa mafanikio ya kweli ni yale yanayopatikana kwa kulitii neno la Mungu na kumtii Mungu kama alivyosema katika maagizo yake. Ah, tunaposoma katika kitabu cha Yoshua ishirini na tatu fungu la kwanza hadi la tano kuna mambo ambayo Yoshua anasisitiza hapa, na jambo la kwanza, anawakumbusha juu ya safari yao, wana wa Israeli. Anawaambia wameona matendo makuu na namna Mungu alivyowaokoa, namna Mungu alivyowapitisha, ya kwamba hawakustahili, lakini Mungu aliwakirimia, lakini Mungu aliwapigania sio kwa nguvu zao, bali kwa nguvu za Mungu ambazo Mungu alitoa kama neema kwa hawa wana wa Israel. Na mwishowe kabisa, anawasisitiza na kuwakumbusha juu ya ahadi za Mungu, kwamba ahadi za Mungu zipo tu na bado wanaweza kuzipata baraka za Mungu, lakini watazipata pale ambapo watadumu kuwa waaminifu na watadumu kuwa watiifu kwa yale yote ambayo Mungu ameagiza. Uh, Bwana anatupigania hata leo na anatamani kuona tunakuwa watii katika kile ambacho yeye ametuagiza, na mambo yake ameyaweka katika neno lake takatifu, na tunapoyasoma na kujifunza tunajifunza juu ya maagizo, ambapo pale tunapoyafuata basi baraka zitaambatana na sisi. Uh, jambo la ajabu ambalo ninaliona hapa zaidi ni kwamba Mungu anawakabidhi eneo, uh, wana wa Israeli wanalitwaa eneo la Kanaani, lakini hayaondoi mataifa yote, bado ameyaacha mataifa mengine ambayo Yoshua pia anaeleza kwamba uh, wataya watayashinda haya mataifa ambayo yanaendelea kuwazunguka kuwa, uh, kwa kuendelea kumtii Mungu. Nini ambacho najifunza hapa ni kwamba ushindi unapiganiwa kila siku. Hakuna point ambayo utafika na kusema kwamba nimeshinda kila kitu, kwa hiyo sikutani na changamoto. Tena, la asha changamoto zitaendelea kudumu katika maisha yetu, na pale ambapo tutajifua kila siku, tutaendelea kuwa karibu kila siku na Mungu, tutapata nguvu za kuendelea kushinda hizo changamoto ambazo tunakutana nazo kila siku, na ndipo hapa tunawaona wana wa Israel kwa kwamba wanatakiwa kuendelea kuwashinda na kuendelea kupambana na kuyashinda mataifa, lakini ili wayashinde ni lazima wapambane ili kupata nguvu kutoka kwa Mungu siku kwa siku na hizi zitapatikana tu kwa utii kwa Mungu. Aa, leo hii ushindi unapatikana kwa kumwamini Kristo, kwa sababu kafara yake Kristo imedhihirisha ushindi kwamba tunao wanadamu na tutaweza kuendeleza kuhudumisha huo ushindi katika maisha yetu kama tutaendelea kuithamini na kuiamini kafara ya Yesu Kristo, ya ya yeye kufa pale msalabani, kwa sababu yeye alifanyika dhambi ili kwamba sisi tuweze kupatikana na neema, ili sisi tuweze kupatikana na uhai, ili sisi tuweze kustahili kuishi tena. Mara nyingine inasema mipaka iliyo bayana, mipaka iliyo bayana. Aa, siku kwa siku kuna mipaka ambayo ipo katika maisha yetu, lakini katika somo hili tunaangalia mipaka ya wazi ambayo wana wa Israeli walitakiwa kuwa nayo katika uh, maisha yao katika mji au katika nchi ya Kanaani na uh, mipaka hii ilibidi iwe au ijikite katika maagizo ambayo Mungu ameyatoa kupitia watumishi wake Yeshua, Musa na uh, maagizo yote ambayo Mungu alikuwa ameyatoa kwa wana wa Israel, na uh, kazi kubwa ambayo wana wa Israel walikuwa nayo hapa haikujikita katika nguvu za kijeshi au uwezo wa kijeshi, la hasha, ilijikita katika uwezo na nguvu yao ya kiroho, kwamba pale ambapo watakuwa karibu zaidi na Mungu, pale ambapo watakuwa juu na uwezo mkubwa wa kiroho, wataweza kushinda katika hivi vita ambavyo wanavyo sasa. Na a, mipaka hii iliyo bayana ilikuwa ni mipaka ambayo ilistahili kuwekwa au ilitakiwa kuwekwa na wana wa Israeli bayana, uh, uh, au dhidi ya yale mataifa ambayo yalikuwa yanawazunguka, na jambo mojawapo ilikuwa mipaka katika swala la ndoa. Uh, tunaona wana wa Israel wapo katika mji mpya au katika nchi mpya, na hapa wamekutana na vita vingi na wamepigana na wameshinda, lakini kuna mataifa sasa ambayo yanawazunguka na mengineyo yalikuwa yanatengeneza urafiki sasa, ukaribu ambao hawa wana wa Israel wangeweza kuwa nao uh, na haya mataifa mengine haukutakiwa kujengeka katika kuvunja maagizo ya Mungu, na jambo mojawapo ambalo walitakiwa kuliepuka kabisa ni kuingia katika mahusiano ya ndoa na uh, taifa au haya mataifa ambayo yalikuwa yanawazunguka. Hatari ya kuoana na Wakanani ilikuwa ni kuwapotosha wana wa Israeli kutoka katika kweli, kwa sababu Wakanani walikuwa hawamjui Mungu wa kweli. Na kama wangeingia katika kuoana na hawa Wakanani, wangeingia katika uasi na hatimaye wangepotea kabisa. Kwa hiyo kulikuwa na onyo ambayo lilikuwa limetolewa ya kwamba hawakutakiwa kuingia katika kufungiwa nira na hawa Wakanaani, watu ambao hawamjui Mungu, watu ambao hawajayaona maajabu ya Mungu kama ambayo ambayo Mungu ameonyesha katika maisha yao yote, hawa wana wa Israel. Na kwa hakika kuoana na Wakanani kungepoteza identity yao, yani utambulisho wao wana wa Israel kama taifa la Mungu. Paulo pia alieleza hili swala kwa uh, watu wake alipokuwa akiwahudumia ya kwamba hawatakiwi kuingia katika ndoa na wasioamini wa na kwa nini? Sababu kubwa ilikuwa ni kwamba watapotoshwa na wataingizwa katika uh, kuacha kweli au katika kuacha utambulisho wao ambao wao ni taifa la Mungu. Na uh, Paulo pia aliendelea kusema kwamba wale ambao wako katika ndoa wasi wasije wakaachana, cha msingi waendelee kumwomba Mungu awabadilishe wale ambao wapo katika ndoa ili waweze kuingia katika uh, kumwamini Mungu, lakini kwa wale ambao bado hawajaingia katika ndoa waepukane kabisa kabisa na kuingia katika ndoa na watu ambao hawajaamini. Kwa hiyo kuwa katika mipaka uh, ya kweli au mipaka muhimu na mipaka ambayo itakusaidia kudumu kudumisha uhusiano wako na Mungu katika mahusiano na wanadamu wa kawaida ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba hali zetu za kiroho zinadumu kuwa kubwa au zinadumu kuwa juu. Aa, mada nyingine inasema hasira ya Bwana. Hasira ya Bwana. Ah, watu wengi tunatazama ghadhabu ya Mungu au ghadhabu ya Bwana kama Mungu kukosekana na upendo, jambo lisilo sahihi kabisa, kwa sababu kama baraka zilivyo, kama baraka ambavyo zinamiminika kwa watu wa Mungu ndivyo ambavyo pale ambapo uasi au pale ambapo uh, kukosekana na utii kwa Mungu kutamiminisha laana katika watu wa Mungu. Ghadhabu kwa Mungu au ghadhabu ya Mungu inadhihirisha wazi wazi ya kwamba Mungu ni hakimu mwaminifu kwa watu wake, pale ambapo watu wanakosea, pale ambapo watu wanakuwa waasi, ghadhabu ya Mungu ndiyo inayosimama na kuonyesha haki na kutimilisha haki ya Mungu, yaani ghadhabu ya Mungu inaondoa uovu katika taifa la Mungu, na hili haliondoi uhalisia ya kwamba Mungu ni upendo, kwa sababu upendo wake unatufanya tudumishe uhusiano wetu na Mungu, lakini pale ambapo tunakosea pale ambapo tunaacha kutii, ghadhabu ya Mungu ndiyo inayoturudisha na kutukumbusha kwamba ni lazima turudi na kujikita katika kumpenda Mungu au katika kupendana na Mungu. Mungu ni mwenye pendo na kwa mambo makubwa ambayo ameyafanya katika watu wake au kwa wana wa Israeli, yalitosha kudhihirisha ya kwamba Mungu ni pendo, lakini katika upendo wake ni upendo wa masharti, ambao unahitaji watu kulitii neno la Mungu au kutii maagizo ya Mungu ili waendelee kudumishwa katika uh, uh, kuwa na amani na kuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Na japokuwa Mungu anadhihirisha ghadhabu yake pale ambapo wanadamu wanakosea, jambo la muhimu ni kwamba Mungu yuko tayari kusamehe pale ambapo mtu anatambua ya kwamba amekosea na yuko tayari kurudi na kumrudia Mungu. Mungu yuko tayari kumsamehe mtu huyo na kumrejesha arudi katika zizi lake na neno la Mungu katika Biblia linatuusii na kutukumbusha ya kwamba Mungu yuko tayari kuacha kondoo tisini na tisa zizini na kwenda kuitafuta kondoo moja ambayo imepotea, kwa sababu alitununua na alitutafuta kwa gharama kubwa sana. Uh, mada ya mwisho kabisa inasema mng'ang'anie Mungu, mng'ang'anie Mungu. Huu ni ukumbusho ambao kama nilivyokwisha kusema katika mada za nyuma, Yoshua anawakumbusha watu wa Mungu ya kwamba haijalishi watu wengine watamwacha Mungu kwa kiasi gani, wewe kuwa na bidii kuhakikisha ya kwamba unamng'ang'ania Mungu kwa hali zote, na ili kwamba baraka za Mungu ziendelee kufurika katika maisha yako. Leo ni lazima umng'ang'anie Mungu, ni lazima uendelee kubaki kumpenda Mungu na si kumpenda Mungu tu, kupenda maagizo ya Mungu. Kwa hiyo njia pekee ya kuhakikisha kwamba baraka zetu zinaendelea kufunika au kufurika katika maisha yetu ni kwa kutii na kwa kumng'ang'ania Mungu katika kila namna hii. Ndiyo siri ya mafanikio. Mungu anatamani kuingia katika maisha yetu. Mungu anatamani kuwa katika uhusiano wa karibu nasi, lakini kama tutafungua milango yetu na kumruhusu yeye aingie, yeye atabaki nasi na atatutendea mambo makubwa, na si hivyo tu, atatudhihirishia baraka nyingi ambazo ameziahidi katika neno lake Biblia. Natamani nisome nukuu fupi hapa tunapoelekea mwisho kabisa, kutoka katika kitabu cha Wazee na Manabii sehemu ya pili ukurasa wa 166 na 167 ambacho kimeandikwa na, 167 na, ambacho na Ellen G. White. Imeandikwa lakini katika kushughulika kwake kote na viumbe wake, Mungu anadumisha kanuni za haki kwa kuidhihirisha dhambi katika tabia yake halisi, kwa kuonyesha kuwa matokeo yake ya hakika ni uzi, ni huzuni kuu na mauti. Mungu anaichukia dhambi, ndiyo maana anaghadhibika pale ambapo tunaendelea kudumu katika dhambi. Lakini maandishi haya yanaendelea kusema msamaha wa dhambi usio na masharti kamwe haujawahi kuwapo na, na kamwe hautakuwapo msamaha kama huo ungelionyesha kuachwa kwa kanuni za haki ambazo ndizo msingi hasa wa serikali ya Mungu ungeujaza ule ulimwengu usioanguka kwa mshangao Mungu kwa uaminifu ameonyesha matokeo ya dhambi, na iwapo maonyo haya yasingekuwa ya kweli, tungewezaje kuwa na hakika kwamba ahadi zake zingeweza kutimizwa? Kile kinachoitwa wema ambacho kinaweka kando haki si wema, bali ni udhaifu. Basi somo la juma hili linatusisitiza kumngania Mungu kungang'ania kufuata maagizo ya Mungu, kwani hiyo ndio siri ya baraka ambazo zitaendelea kudumu katika maisha yetu. Kwa hiyo leo na mimi nakusii mnganganie Mungu. Mungu akubariki sana, uwe na wakati mwema, na mpaka wakati mwingine. Na tunapofunga kabisa, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Tazama, umetupatia nafasi hii nzuri ya kusikia maneno yako na kukusikia wewe ukizungumza nasi. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji kutufundisha tusaidie, tudumu katika kukupenda wewe na kufuata maagizo yako. Tunaamini utakuwa pamoja nasi katika jina lako Yesu Kristo, amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa unabarikiwa na video hizi, kumbuka kushea na watu wengine, lakini pia kusubscribe chaneli yetu hapa chini ili uendelee kupata jumbe zote pale ambapo tunaweka video zetu katika channel yetu. Mungu akubariki sana.